Mimi ni Anna Michael Mushi, nimekuja hapa Shirimatunda nikiwa nimeshafunga ndoa na mume wangu na ile eneo tuka, tuka, tukapewa tukashiriki kutafuta kwa ushirika, tukawa tunalima ushirika, tunalima tunakata mkonge pamoja, hata na gari lilikuwa linatusaidia kobota Ma, mwaka wa sabini na tano ndio tukagaiwa tuka sisi wenyewe tena, huku kule ushirika ni, ni tofauti. Sasa mme wangu alikufa, aliumwa akafa tisini na saba, akaniacha nikiwa mimi nikiwa mmiliki halali kwenye shamba langu leo, leo hii kuna mtu anayedhulumu hii ardhi na mimi ndio nilitafuta kwa nguvu zote na mume wangu. Naomba serikali munisaidie kujua kwamba mimi nadhulumiwa hapa, shamba nilitafuta mimi mwenyewe. Naomba munisaidie, naomba na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na, na kuombea unitetee, nipate kuishi kwa amani. Yani jinsi navyosulumiwa hapa nateseka miaka kumi, na sasa hivi hakuna aliye, yani sina mtu wa kunisaidia hapa hapa na pale, changamoto simenisidi na kutishiwa maisha. Sielewa mtu anasema hapa ni kwake hata anasema ana atimiliki sijui hatimiliki imetoka wapi, na mimi ndio mwenye shamba, na mimi ndio niliyetafuta hili shamba mimi na mume wangu. Mume wangu bahati mbaya ameshafariki. Naomba mnisaidie serikali, pamoja na serikali yako, ukiwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, unisaidie. Mama yetu, mama wajane, mama tunateseka nimekuwa kisee kigongwe, nateseka na barabara, sijawahi kuteseka hivi, lakini sasa nateseka na haki yangu, ambapo niliachiwa na mume wangu. Tangu mume wangu afariki, ndio hapo sasa mgogoro ulianza hapa kunifuatilia vitu vya uongoongo wongo, sielewi tinetoka toka wapi shamba hili, akiwa ni arsi hii ni mimi mwenyewe na mme wangu. Jamani, naomba serikali yako mama Samia Suluhu Hasani unisaidie, niende wapi na hii familia yangu? Niende wapi mimi kisai kigongo? Niende wapi nifanyeje? Mama, naomba unisaidie. Pero mimi napita sharia. Sisi tulikuwa Kibosho tukiwa wasichana, hata tulikuwa hatuna hata watoto, tukasikia huku kuna, kuna kijiji kinataka kisije watu sio wajane wala wawe wajane wala sio wajane. Tukaja tukakata mkonge kwa nsia kule kwa ndorobo kule Jumanne ne juma Jumanne ne, ne jumaa miaka mitatu ndo Kawawa akatuma Rashidi kwamba, ah, watu wamekaa huku miaka mitatu wakawie shamba eka tatu, tatu. Wale watu walikuwa wanakawa yale mashamba wakakuta watu wengi mnu, wakatukavieeka kambi mbili mbili, tukakata mgonge wenyewe tukiwa na bana wetu bana angu na huyu akiwa na bana ake. Sasa kuhusu huyu anataka kumsulumu huyu mama, mimi kiserikali kabisa naona itusaijie, kwa sababu si tunasema ni jasho letu na mume wetu hata huko nyumba zimejengwa si mimi, sijui nani amejenga hapo, sijui hata sura yake mimi mimi, uru yeah. Hii serikali ya mama Samia itulinde sisi wajane, tupata amani, tupate upendo nyumbani, tuweze kulinda mji. Jamani, Mungu ni Zakaria Pauli. Tulianza tangu tukao ujamaa, tulianza mambo ya ujamaa ndo tukaingia Shirimatunda, tuka ushirika bara shirika imeanza kule juu

Ndo watoto wakaanza kujeuka, serikali siwaja hapa, wako watu wako wengi ambao majirani, kwa huo chini kuna wakina pale chini, wako watu majirani wengi, kuna mzee furasi sema atembee lani kumshika mkono, anakuja mpaka hapa, kama ni hapo, unaweza kumita jirani kaja hapo.